Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji ni kwamba mitihani ya kitaifa ya shule za upili na msingi inaendelea kote nchini. Ni bayana kwamba idadi ya watahiniwa hao imeongezeka ikilinganishwa na hapo awali. Mwanahabari wetu Glenishas Kubasu amezuru baadhi ya mashule na hii hapa taarifa yake. Mazoezi ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne KCSE yaliendelea kama kawaida Ijumaa Oktoba 17 licha ya serikali kutangaza siku hiyo kuwa ya mapumziko ya kitaifa kwa heshima ya Raila Amolo Odinga. Mtihani wa KCSE ulianza Oktoba 21, watainiwa wakianza na mitihani ya masomo ya lugha za Kifaransa, Kijerumani, Kiarabu na lugha ya ishara ya Kenya. Mwaka huu ni mwaka wa kihistoria, sababu ni mwaka wa kwanza ambao wanafunzi wa Junior Secondary School watafanya mtihani wa kutoka Exit Exam chini ya mfumo mpya wa elimu, Competency Based Education, CBE unaoitwa KGSEA Kenya Junior School Education Assessment vile vile kutakuwa na KEPSEA Kenya Primary School Education Assessment kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kufanya mtihani mwaka huu ni kubwa sana, jumla ikiwa ni milioni 3,424,836. Kila karatasi ya mtihani wa KCSE na KGSEA itakuwa na jina la mwanafunzi na nambari ya index. Mfumo wa double collection utatumika hasa kwa karatasi za sehemu ya saa ya mchana ili kupunguza uwezekano wa uvujaji wa karatasi mapema. Watahiniwa wote wamezama vitabuni wakati huu, ili kuifanya mitihani yao kwa ufasaha. Ni dhahiri shahiri kwamba mwisho wa nyama fulani ni mwanzo wa lingine. Nikiripotia dira ya kibu, mimi ni Glanches Kobasi. Taarifa yake mwanahabari wetu Glenisha Skubasu ndio inatupa nafasi ya kupata kopo la maji. Ila usiende mbali mpenzi mtazamaji, manake takaporejea takujuza mengi ikiwemo kura za taifa la Tanzania.